Topic yangu inasema uhuru wa kihisia na kisaikolojia. Uhuru wa kihisia na kisaikolojia. Emotional and psychological freedom. Na nitatumia maandiko kubackup topic hii ambayo ni piwale psychological nye darasa langu la mwaka wa tatu la masters la psychology, tulikuwa tuna discuss pure psychology, lakini najaribu kukuonyesha muunganiko wa kuwekwa huru kisaikolojia na kihisia katika nyakati na katika mazingira ambayo watu wengi wetu ni ngumu kujua kwamba umefungwa, una vifungo wengi. Tukabaki tuna concentrate kwenye vifungo vya dhambi, vifungo Vya laana vifungo vya kulogwa vifungo vya mapepo majinamizi, ndoto mbaya za usiku, na ukafikiri kwamba that's all about the torment, hiyo ndio peke yake kuhusu kufungwa au kuteswa. Kuna maeneo mapana zaidi natamani tuangalie. Unaweza kukuta tuko kanisani, hatuna mapepo na tunajitahidi kushinda dhambi, lakini tuko kwenye kongwa, tumefungwa, tunateswa tuna vifungo ambavyo wewe hujui kwamba unavyo. Sasa ngoja nikupe a little bit of a theological background ya neno ambalo tumelisoma, ili niweze kuconnect na ujumbe wangu wa uhuru wa kisaikolojia na kihisia. Wengi tunamfahamu Mfalme Daudi kama mpiganaji ambaye alikuwa anashinda mara nyingi, ambaye stori zake nyingi ni, ni hero eh, mshindi, kuanzia wakati amempiga Goliati eh, Daudi nyakati zake nyingi sana, tunamkonsida Daudi kama a superhero, lakini naomba niwaambie, kuna nyakati Daudi huyu huyu alikuwa ana struggle na psychological torture, emotional torture, vifungo vya kiroho na vya kisaikolojia na vifungo vya kihisia, alikuwa ana shida, alipita katika vipindi ambavyo Daudi kuna kipindi alikuwa unwanted, hasiyehitajika, anasakwa na mfalme anaitwa Sauli. Imagine, unatafutwa, unajua kabisa kwamba ninatafutwa ili kuuawa, sio unatafutwa ili udaiwe ulipe deni ha, unatafutwa ili uuawe, sio unatafutwa na baba mwenye nyumba ulipe kodi, unatafuta ili uuawe. Ni kipindi alichokuwa anapitia Daudi. Maandiko yanazungumza jinsi ambavyo katika kumkimbia Sauli, katika kumkimbia Sauli akaenda kwa mfalme anaitwa Akishi mfalme wa Gati. Gati ilikuwa kingdom, ilikuwa ni, ni falme fulani, na falme za kipindi kile zilikuwa sio kubwa sana. Ni eneo fulani, ina watu kadhaa, inakuwa ni nchi, ina watu pale, geographical location inakuwa na kiongozi. Akashi, mfalme wa Gati, hakumpokea Daudi kwa sababu ilikuwa kipindi kile Sauli ana nguvu. Mfalme anayempokea Daudi anakuwa sio adui tena wa Daudi, anakuwa ni adui wa Sauli kwa sababu umekuwa rafiki wa Daudi na, na hakuna mtu alikuwa anataka kuchokozana na Sauli. Kwao kila mfalme aliyekuwa, Daudi akienda akisema naomba nifiche kwako, anamwambia sitaki vita na, ah, ah, ah, na Sauli, toka Daudi. Huyu tunayemwona ameandika Zaburi ya ishirini na tatu alipita katika kipindi cha kukataliwa, rejection spirit imem, imem, imeenda naye sana. Na wachunguzi wa Biblia wale wanaochunguza zile, hivi tunaita 4 to 12 years, madhara ya kisaikolojia yanaanzia miaka minne kumi na mbili kwa watoto. Wanachunguza kuanzia utoto wa Daudi, kulikuwa na changamoto, wakati ndugu zake wanampelekea baba yake nguo ambayo imejaa damu na kumwambia kashaisha, huyo baba akakomprehend kwamba sina mtoto, ameshakufa. Shida zilianzia siku nyingi sana, amepita kwenye rejection muda mrefu sana. Daudi Mfalme Akishi wa Gati akamwambia sikutaki toka. Siwezi kukuhifadhi. Akaondoka. Akaenda kwa mfalme wa Moabu. Akaenda kwa mfalme wa Moabu. Akaomba hifadhi. Baada ya kote kushindikana, maandiko yanasema alikwenda kwenye pango la Adulam. Imagine Daudi, the expected king anakwenda kuishi kwenye cave kwenye pango la Adulam. Sasa maandiko yanasema hivi, na ndugu zake, kuna watu ambao walikuwa wafuasi wake na ni ndugu zake na mbari za baba zake, walikuwa wanakataliwa pamoja naye, wakamfuata kule kwenye pango la Adulam. Sasa baadhi ya vifungu ambavyo viko kwenye maandiko haya natamani ni kuonyeshe vinasema, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki dhiki ni mojawapo ya kifungo cha kihisia na kisaikolojia ambacho kimefungwa watu wengi sana sasa dhiki sio dhambi kama unafikiri kwamba vifungo vyote ni dhambi you're wrong kuna vifungo vingine tunafungwa ambavyo they they are non seen, they are not seen lakini ni vifungo umefungwa na unatakiwa kufunguliwa dhiki siyo dhambi lakini dhiki inaweza ukufanya ukaf, ukafanya dhambi. Ndio maana tunapigana na kuambia watu waweze kukuza kidogo social economic status yao, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vinaweza kufanya urahisi wa kufanya dhambi ni viki viki. Inaweza ikafanya ukakompromise kirahisi sana. Viki inaweza ikafanya ukapindisha ukweli, ukweli ukawa uongo kirahisi sana. Viki inaweza ikafanya ukakubali kitu ambacho sicho kirahisi sana kwa sababu ya dhiki. Nilikuwa nashughulikia kesi ya siku moja, siku moja ya familia ambayo baba amefariki, mama amefariki, wameachiwa vitu vingi sana hapa Dar es Salaam. Na mke wa mmoja wa kijana wa ile familia ambaye ana uwezo akatafuta baadhi ya vijana wa ile familia wa baba moja, mama moja wenye dhiki, akawa promise hela ili waseme kwamba walishiriki kwenye kikao cha familia cha kumpatia mume yule dada mirathi. Ndugu wengine wakaja kugundua kwamba mirathi anashughulikia mtu ambaye hakuwepo. Kwa nini dokumenti zinaonekana familia iliamua? Kwa nini wamekuwa rahisi kushawishika? Dhiki na maandiko, anasema na kila mtu aliyekuwa na nini tena, deni. Na unafahamu madeni hayaendi tu kwa watu wasiomjua Mungu. Hata sisi tunadaiwa, hata wewe unaweza kuwa unadaiwa. Hakuna kitu kinaumiza kama madeni. Na huwa nawaambia watu kwenye financial literacy, bora udaiwe na taasisi kuliko udaiwe na mtu binafsi. Ukidaiwa na taasisi na kukumbusha siku ikija kukudai na kuandikia barua na kukumbusha, tutakuja Jumanne tuzungumze. Mtu anakutegea pale ambapo ukufikiri yupo, unashanga huyu hapa. Na mara nyingine kwenye makanisa wahudumu asha za anakuja kukupanga na kukuambia, kumbe anakuweka, anakuweka pale pale na mtumishi wa Mungu anakuambia mjeukia ya jirani yako, mwambie deni limeshasamehewa na Yesu. <laughs> Maandiko anasema wengine walikuwa na madeni wamefungwa katika vifungo vya madeni, lakini wengine, maandiko anasema na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao. Sasa kuwa na uchungu moyoni Maandiko yanasema sio dhambi lakini maandiko yanasema iweni na, na hasira msitende dhambi. Uchu, msio na ule uchungu mpaka jua likachwa. Dhambi inakuja pale ambapo unakaa nao kwa muda mrefu, na nitakuonyesha baadaye madhara yake. Sasa ukiumia bado hujafanya dhambi, lakini ule uchungu unaweza kukusababishia ukafanya dhambi. Sasa kuwa kwenye uchungu muda mrefu ni kifungo. Mimi ni mtu wa counseling. Kuna watu wengi wanapita maisha ya uchungu, wako kwenye ndoa, lakini unakuja kuongea naye, unakuja kugundua uchungu haujaanza kwenye ndoa. Huu uchungu unaanza kwenye mahusiano yake na mama yake, mahusiano yake na baba yake, mahusiano yake na ndugu zake. Kwa hiyo huyu mume anayefikiri anachukiwa ni, ni, amechukuliwa kama chumvi ya mezani tu, yani sio yeye, shida imeanzia mbali zaidi. na hali ni mbaya kwenye familia za sasa hivi, ambao tunakutana tunaoana, hatuulizani sana mambo ya familia, mambo ya zamani zamani, hatuulizani sana huko. Unasali wapi? Umeokoka? Unafanya kazi? Unaela una mshahara, biashara, imeisha hii. Za familia huko hatuendi sana. Alafu unakuja kugundua umekutana na mtu ana rejection spirit kuanzia siku anatungwa mimba, baba yake alimwambia sio wakwangu, na usinihesabie mimi kwenye matunzo yake kudili na kesi ya binti moja na mama yake. Kwa nini unamchukia namna hii mtoto wako mpaka unatamani afe ili ufurahi? Kuja kuchunguza historia, nikagundua yule mama alivyopewa mimba ya yule binti, yule mama ni muda mrefu. Yule mama alikuwa amefaulu, kipindi hicho watu wakifaulu, nenda straight shule, shule jeshini, jeshini chuo. Akashindwa kuendelea kwa sababu ya ule ujauzito yule mtoto amezaliwa, ni binti, anapambana na maisha, lakini yule mama kila akimtazama yule mtoto wake wa kike anakumbuka missed opportunities, fursa zilizofungwa na mimba ya huyu mtoto. Mtoto amejaribu kufanikiwa kwenye maisha, kupambana, ampendeze mama yake, anampa hivi, anampa kile, lakini hakuna alichopewa yule mama kimesawazisha moyo wake. Yule binti amefika kwenye depression, kwa sababu kila effort na jitihada anayofanya ili mama mpende imekuwa ni jitihada ya kununua upendo na upendo hauji. Mama ana chuki, ana machungu ya moyo, na mtoto naye ana machungu ya moyo. Yale machungu yameenda mbali. Yule dada kila akipata ujauzito unatoka, kila akipata ujauzito unatoka, kila akipata ujauzito unatoka. Pain bears pain. pain carries pain.